Huu ndio ukweli wa mahusiano mengi tulionayo nayo, yani namaanisha ukweli wa mapenzi ya dhati baina ya mtu na mtu. Fahamu kuwa mtu anayekupenda kweli hata kufanya ujiulize kama kweli anakupenda katika mapenzi. Akianza kuona kama ujumbe wako ni mzigo, lazima utambue kuwa upendo umehamia kwa mwingine. Upendo wa kweli hauhitaji ushindani, unahitaji uaminifu, upendo na pia Ukiona mtu anakupa cold energy bila hata ya sababu, tambua kuwa moyo wake umeshachoka. Na katika mapenzi, mtu akiacha kuhisi kuwa huna umuhimu kwake, tambua hii ni ishara ya kwamba safari imefika mwisho, na mapenzi yanaweza kuisha muda wote na mwisho Nakwambia kuwa kama itatokea mmetengana, basi jitahidi kumsahau na pia muondoe katika maisha yako. imenenwa na Danford Ben